Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuze yale yaliyojiri na tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Nezia Masinde nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari: chama cha madereva wa malori na magari ya masafa marefu na kati champatia tuzo ya heshima Rais Dr. Samia Suluhu Hassan; wasichana zaidi ya 200 wanufaika na elimu ya kutokomeza ukatili mikoa ya Singida na Tabora na katika habari za kimataifa, Marekani ashambulia maeneo ya nyuklia ya Iran. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie na chama cha madereva wa malori na magari ya masafa marefu na ya kati Tanzania. Kimempatia tuzo ya heshima rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ikiwa ni sehemu ya kutambua mchango wake katika utekelezaji na utatuaji wa changamoto mbalimbali kwenye sekta ya usafirishaji. Taarifa zaidi na Mrisho Mapeo. Akizungumza wakati wa kupokea tuzo hiyo katika kongamano la kitaifa la madereva hao lililofanyika jini Dar es Salaam, naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu Patrobas Katambi amesema serikali inatambua mchango wa madereva wote nchini na itaendelea kutatua changamoto za kundi hilo ikiwa ni pamoja na suala la maslahi yao na mikataba ya ajira uhoja madereva kutokupewa mikataba ya ajira na pindi wanapoomba kusababisha kusimamishwa au kufukuzwa kazi. Hiyo ni moja ya maelezo ambayo ananiambia mwenyekiti, lakini pia kwenye risala ipo na walitufikishia. Na hapa mtambue kwamba hili jambo pia sisi kama serikali tunaendelea kusisitiza na hasa kwa wamiliki bati nzuri tamsoa kwa mtaji. tamsoa wako hapa watatusaidia tutoe mikataba kwa madereva kwa sababu sheria inatutaka kufanya hivyo. Ni wajibu wetu kutoa mkataba, kwa sababu ndio unaeleza, la kwanza, makubaliano ya msingi ya kati ya wewe mmiliki wa chombo na mwenye na, na dereva. Lakini cha pili usalama wako wa chombo ni kupitia huo mkataba. Kwa upande wake mwenyekiti wa chama cha madereva wa malori na magari ya masafa marefu na ya kati Tanzania Hassan Dede amesema lengo kuu la kongamano hilo ni kupongeza hatua zinazochukuliwa na serikali katika kutatua changamoto zao, ambao pia ametumia nafasi hiyo kuwasilisha kero na mahitaji yao ambayo bado yanahitaji kufanywa kazi. Ameongeza kuwa kwa kushirikiana na taasisi ya Reliance Solutions and Technology wameandaa mfumo maalumu wa kanzi data utakaokwenda kuwasajili madereva, ambapo kupitia mfumo huu huo madereva watahitajika kujaza taarifa muhimu ikiwa ni pamoja na mikataba na stahiki zao. Limekuwepo swala zima ambalo baadhi ya watu ama baadhi ya wanaharakati wamekuwa wakitumia mwanya huu wa madereva kufanya harakati zao na kufanya vitu ambavyo viko sawasawa. Sisi kama taasisi, sisi kama chama, kushirikiana vyama vyenzetu pacha, maana vyama vya wafanyakazi madereva Tunapogundua kuna jambo lolote ambalo linakwenda kuleta mambo sitofahamu, tunaona jinsi gani kulizungumza kabla hajatokea tatizo. Kwa sisi tunaamini katika meza mazungumzo, kushirikishana. Naye mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa malori ya kati na madogo, Chuki Shaban, na Sabrina Idi, mkurugenzi wa taasisi ya Reliance Solutions and Technology, wamesema kuwa kupitia utaratibu huo maalum wa usajili wa madereva ambao unatarajia kukamilika hivi karibuni, utasaidia kwa sehemu kubwa kudhibiti waajiri wasiotoa mikataba ya kimaandishi na kusababisha madereva hao kukosa haki zao za msingi. Sisi tumamakuagharama ya utengilizaji wale database, lakini database inasimamiwa na viongozi wa maderema wenyewe. Sasa hamasa kwa mamasike kwenda kuingia kwenye ile database. Matajiri wataweka kazi, watatangaza kazi mle na nyinyi kene kuchukua kazi kule, mtajaza kwenye data base kwamba, je huyo huyo mmiliki akikupa mkataba, matatizo yote yote ya madereva uliokuwa nayo mna uwezo wa kuingia kwenye kanzi data na mkayasemea mkiyasemea, uh, wakina Hassan Dede pale ndio wanaopata hizo taarifa, ambao ni wawakilishi wenu, hayo matatizo hayaendi hata kwa wamiliki so wakishapata taarifa na watayashughulikia. So jamani, madereva tunaombeni sana, mjiandikishe mjirejista kwenye kanzinata ambayo ni ya kwenu. Ni taarifa yake Mrisho Mapeo. Mkuu wa mkoa wa Singida, Halima Dendego, amesema kuwa mkoa huo unatarajiwa kuwa kitovu cha viwanda vya kisasa kupitia juhudi mbalimbali za kuboresha mazingira ya biashara, uwekezaji na matumizi ya rasilimali zilizopo. Amini Nyaungo ana undani wa taarifa hii kutoka Singida. Ameyasema hayo katika mkutano wa baraza la biashara la mkoa wa Singida uliofanyika katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa, akibainisha idadi ya viwanda vilivyopo mkoani Singida. Aidha, mkoa umeweza kuongeza idadi ya viwanda na sasa tumefikia viwanda 1565, viwanda vikubwa tisa, viwanda vya kati 11, vidogo 420 na vidogo sana 1225. Viwanda vyote hivi, nyinyi ni mashahidi, vinaendelea kutoa ajira kwa vijana wetu katika maeneo yote. Wawekezaji hoye! Wawekezaji oye! Lakini uwepo wa viwanda hivi, maana yake tunahitaji malighafi. Sasa malighafi uh, nyingi zinazotumika na viwanda vyetu vilivyowekezwa katika mkoa wa Singida nyingi zinatokana na mazao ya kilimo. Kwa hiyo tunayo sababu ya kuhamasisha kilimo cha kisasa, kilimo chenye tija kilimo bora ambacho kitatoa mavuno bora na yatakao tosheleza au toshelezi katika maendeleo ya viwanda vyetu. Wadau mbalimbali walihudhuria nao pia wametoa maoni yao baada ya kupata nafasi. Mkoa wetu wa Singida tiar, tunategemea uchimbaji madini na a hususan ya dhahabu, kilimo na ufugaji, viwanda vya seti pamoja na uuzaji wa maduka ya jumla na rejareja ya bidhaa mchanganyiko eh, kuna madini mbalimbali tunaweza kuona tunaweza kuona eh, aaa kila wilaya kuna madini ya dhahabu ambapo wilaya Manyoni, ya Manyoni kupata maisha ya dhahabu katika Sambaru, Matongo, Mwao, Mlungi, Mamoni, Muntiri, Bikini, ya Londoni wilaya Sambaro Sasilo wilaya Kungi yanapatikana katika maeneo ya Sambaro, Matombo, Mwao, Mlumbi, Mamoni, Itili, Singida migodi maeneo ya Pambaa viishi. Baada ya majadiliano yalipatikana maazimio tisa. Mmoja wapo linalohusu wakurugenzi huku mkurugenzi wa, wa manispaa ya Singida Joani Faith Kataraia akithibitisha kupokea yaliyoongelewa. Ni taarifa yake Amini Nyaungo kutoka Singida. Kutokana na vitendo vya ukatili wa kijinsia ikiwemo mimba za utotoni, ulawiti na ubakaji kuendelea kutokea katika maeneo mbalimbali nchini na kusababisha athari hususani kwa watoto wa kike, wanafunzi wa kike zaidi ya mia mbili waliochaguliwa kujiunga na masomo ya kidato cha tano mwaka huu wameanza kupatiwa elimu maalum ya kukabiliana na vitendo vya ukatili kabla ya kuripoti shuleni. Taarifa iliyoandaliwa na Joseph Ndau kutoka Tabora inasomwa na Mrisho Mapeo. Licha ya hatua zinazoendelea kuchukuliwa na serikali katika kutokomeza vitendo vya vya ukatili bado vitendo hivyo vimeendelea kutokea kwenye jamii, ambapo kwa kuliona hilo, shirika la kimataifa lisilokuwa la kiserikali Confed kupitia jukwaa la wasichana limekutanisha pamoja wanafunzi wa kike wanaotarajia kujiunga na kidato cha tano mwaka huu kutoka mikoa ya Singida na Tabora ili kuwapatia elimu juu ya kukabiliana na vitendo vya ukatili. Itakuwa msaada mkubwa kwao, kwa sababu inawafanya wawe na ujasiri lakini pia wajiamini na tunawafundisha pia kuwa viongozi na kuweza kujitegemea na kufanya maamuzi ambayo ni chanya kwao. Lakini vilevile vile tumewapa elimu ya biashara, elimu ya fedha, aweze kutambua nini fedha inatakiwa kufanyiwa, kutunza, kuhifadhi pamoja na budgeting, na vilevile vile pia tumewapa elimu ya uzazi, elimu ya afya na magonjwa ya zinaa, ili mwisho wa siku atambue atakachokifanya kitakuwa na impact gani kwake, ili mwisho wa siku atimize ndoto zake za kielimu. Hata hivyo, serikali imejidhatiti kuhakikisha vitendo hivyo vya ukatili vinatokomezwa, kama anavyobainisha mwakilishi wa katibu tawala wa wilaya ya Tabora, Emmanuel Stanley. Serikali kupitia wizara ya elimu, sayansi na teknolojia itaendelea kufanya kazi na Kamfed katika kuendelea kuweka mikakati ikiwemo kushirikiana kuhakikisha elimu ya stadi za maisha iliyoanzishwa na Kamfed na kuleta matunda makubwa ikiwemo kuwasaidia wasichana hawa kujitambua na kuweka bidii katika masomo inawafikia wanafunzi wengi wa zaidi Tanzania. Nao baadhi ya wanafunzi wamesema elimu wanayoipata itawezesha kuwa mabalozi wema wa kupinga vitendo vya ukatili. Nashukuru sana kwa elimu aliyotutolea. Maga tunaona wengi sana wanaanza huko vizuri kule juu, anapoelekea mwisho unakuwa mbaya kwa sababu elimu ya mafunzo aliyotoa hii ni kabisa, ni dhahiri shahidi na tunakumbana nao huko juu tunapoelekea. Kwa, kwa hicho wanachokipanda akitaenda bure, tunaahidi tutafaulu vizuri na tutafikia malengo yetu. Ni taarifa yake Joseph Ndao iliyosomwa na Mrisho Mapeo. Halmashauri ya jiji la Dar es Salaam imetoa mikopo ya asilimia kumi kwa vikundi 945 ikiwa ni katika kutekeleza adhma ya Rais Dr. Samia kuwezesha makundi ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kupata mahitaji ya kuendesha biashara zao ili kuboresha maisha yao. Mrisho Mapeo ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza jini Dar es salam wakati wa kukabidhi mikopo hiyo ya asilimia kumi, mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo amesema Rais Dr. Samia amekusudia kuwezesha kiuchumi makundi ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, hivyo ameataka makundi hayo kutumia fursa hiyo kujiimarisha kiuchumi. Mpogolo amesema kuwa fedha hizo zaidi ya shilingi bilioni kumi na nane zinatolewa kama mkopo usiokuwa na riba, hivyo amewataka wanufaika wa mikopo hiyo kufanya marejesho kwa wakati ili fursa hiyo iendelee kunufaisha makundi mengine ya wahitaji ili kuwa na taifa la watu wenye uchumi bora na hatimaye kuongeza pato la taifa. Leo hii kwetu sisi kama Ilala ni fahari, tafrija na mwanzo mpya wa kutekeleza maagizo ya rais wetu. Ni tafrija ya kuhakikisha tunaenda kuanza kutoa mikopo ya asilimia kumi kwa muundo au mfumo shirikishi au mfumo jumuishi ambapo halmashauri zinashirikiana na mabenki kutoa mikopo. Ili halmashauri zingine Tanzania ziige mfano, ni lazima sisi jiji la Dar es Salaam tukaonyeshe mfano wa kweli kwa dhamira ya mheshimiwa rais kuona namna gani anakwenda kuwahudumia Watanzania. Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam Elihuruma Maberia amesema mikopo hiyo inatolewa kupitia benki ya NMB na benki ya CRDB baada ya wataalamu kuanzia ngazi ya kata hadi wilaya kujiridhisha na vikundi hivyo, na kwamba halmashauri itaendelea kuimarisha kanuni na taratibu ili fedha hizo ziwanufaishe wananchi. Maberia amesema halmashauri ya jiji la Dar es Salaam itaendelea kutoa elimu kwa makundi mbalimbali, mbali ya wanufaika wa mikopo, ili uchumi wao ukue na waweze kufanya marejesho kwa wakati na wachangie kwenye ukuaji wa uchumi wa taifa. Kiasi cha shilingi bilioni kumi na nane tayari zipo tumezikusanya, ambazo zimetengwa kwa ajili ya makundi haya ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Sasa ukiangalia vikundi 945 ni mwanzo wa safari njema, ni mwanzo wa safari ambayo kimsingi ndiyo ndoto ya Mheshimiwa Rais kuwakomboa wananchi kiuchumi. Na ikumbukwe, Mheshimiwa Rais amekuwa ni nguzo na sauti ya kuwakomboa na kuwawezesha wananchi kiuchumi, na mimi kwa nafasi yangu pamoja na watendaji wa jiji la Dar es Salaam tutahakikisha tunasimamia maelekezo lakini tunasimamia taratibu na kanuni za kisheria ili wananchi wengi katika makundi haya wapate kunufaika. Ni taarifa yake Mrisho Mapeo. Kampuni ya Airtel Tanzania kwa kushirikiana na UNICEF wamekabidhi vifaa vya internet ya kasi kwa shule 30 za sekondari mkoani Dodoma kupitia mradi wa kijamii wa Airtel Smart Wasomi ili kuwawezesha walimu na wanafunzi kupata elimu kidijitali bila gharama. Taarifa iliyoandaliwa na Ellen Manyangu inasomwa na Nancy Ibrahim. Meneja wa kanda wa Airtel Salumu Ngururu ametoa mradi huo unaotoa vifaa maudhui yanayofuata mtawala wa taifa na majukwaa ya usomaji wa kisasa sanjari na dhamira ya kuunga mkono jitihada za serikali katika kuboresha elimu kwa njia ya tehama. Matumaini yetu ni kwamba wataenda kuviweka na kuanza kuvitumia kwenye mashule ili kuongeza ufanisi na uelewa wa wanafunzi kwenye masomo yao na ili zoezi linaendelea. Uh, tule takriban elfu tatu zitumika, ndani ya miaka mitano, zote zimeshaunganishwa katika mfumo huu. Kwa kwa hiyo kampuni kama kampuni shirikiana na wadau kwenye mikoa tofauti tofauti, tunaendelea na ile zoezi na matumaini ya kwamba tutalifanikisha kabla ya wakati ili kuweza kukidhi kuwafikia walengwa kwa wakati. Hili uh, zoezi lina faida kwa maana ya kwamba linawezesha kwa, kwa, pia kuwajulisha kwa wakilishi wetu kwa upande wa walimu na wanafunzi kwenye hayo maeneo ambayo wanaenda kutumia vifaa kuonyesha jinsi gani kwamba kampuni ya simu ya Airtel imeweza kufikisha mawasiliano na akiwa anafanya kazi kwa ufanisi zaidi. Akizungumza kwa niaba ya afisa elimu wa mkoa Grace Samuel amesema hatua hiyo itarahisisha upatikanaji wa maktaba mtandaoni ya TET na shule Direct, bila bando na kuongeza ufanisi katika kujifunza wanafunzi wa shule za umma. Wito wangu kwa wakuu wangu wa shule, tuliopata vifaa hivi tukavitunze, tukawe mabalozi wazuri kwa walimu wenzetu, tukawaeleweshe namna ya kutumia vifaa hivi, tukavitunze na kila baada ya mwezi, tutakuwa tunaona namna gani wanatumia. Na mkavitumie kwa usahihi na tunaamini kwa kupitia msaada huu hata wazazi watapunguza gharama au kuacha kabisa kununua vitabu kwani tutavipata bure ndani ya vifaa hivi vya Airtel. Mradi wa Airtel Smart Wasomi tayari umetekelezwa katika mikoa mbalimbali mbali, na unalenga kuunganisha shule elfu tatu nchini ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuijenga Tanzania ya kidigitali na kuhakikisha elimu inapatikana kwa wote bila vikwazo vya kiufundi ni taarifa yake Elen Manyangu iliyosomwa hapa studio na Nancy Ibrahim. Watanzania wametakiwa kushiriki kikamilifu katika kusaidia ujenzi wa nyumba za ibada katika maeneo yao ili kumaliza tatizo la kutokuwa na miundombinu bora ya kuabudia. Mwamvita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Zungumza kwenye harambee ya ujenzi wa kanisa la FPCT Nyambui, kata ya Tinde, Fadhili Naftali, mmiliki wa Fadison General Company Limited amesema ni wakati sasa wananchi kujitolea kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za ibada ili kuweza kupata mahala salama pa kufanyia ibada. Nina imani kubwa hapa Tinde na kwa uzinduzi wa siku ya leo wa harambee hii ya kuchangia kanisa, najua mtafanikiwa maradufu. Mii niwahakikishie kwa jinsi ambavyo nimekuja kwa upendo mkubwa lazima, kwa sababu maneno huumba Amen. Na tukitamka lazima Mungu atata, atafa, atafanya na kanisa hili litafanikiwa na litakamilika, kwa sababu kiwango hichi cha milioni ishirini na mbili sio kikubwa kwa watu wanaojitoa kwa, kwa Mungu, kwa sababu nimetangulia kusema hakuna anayefirisika kwa uteanauishaa kwa upande Mungu, Mungu wake. Mchungaji wa kanisa la FPCT Luhumbu, Mchungaji Pita Kadogosa amesema harambee hiyo itaenda kusaidia kumaliza ujenzi wa kanisa hilo na kumaliza kabisa tatizo la kukosa nyumba ya ibada na kuweza kufikisha neno la Mungu kwa waumini wao hapa leo Nyambui kwa ajili <coughs> ya <kuchangia, tos> ujenzi wa kanisa la FPCT Nyambui. Tunashukuru sana Mungu kwa sababu yeye aliyeanzisha kazi hii, ndio maana ametusukuma kuwepo hapa siku ya leo. Na sababu kubwa ya kuomba changizo hili kwa watu mbalimbali mbali, wakiwemo viongozi wetu wa serikali na chama, ni kwa sababu ya hali ya hewa ambayo watu pia, ilikuwepo mwaka huu haikuwa hali nzuri sana kiuchumi. Tuko hapa kwa ajili ya heshima bila Mungu nadhani hatungekuwa mahala hapa. Ndugu zangu, jambo la Mungu ni kubwa sana. Unapotoa kwa Mungu unaongezewa maradufu. Twende tukajenge kanisa la Mungu mafanikio hayo. Kanisa letu lina changamoto mbalimbali. Changamoto hizo ni kama zifuatavyo: moja tuna ukosefu wa simenti mifuko sitini yenye thamani ya, ya milioni moja na laki mbili na sitini lakini pia tuna ukosefu wa mbao 250 zenye thamani ya shilingi milioni moja na laki moja na shilingi elfu ishirini na tano Wakazi wa mkoa Geita, wa Geita wameipongeza serikali kwa kukamilisha mradi wa daraja la Magufuli linalounganisha mikoa ya Geita na Mwanza wakisema kuwa limeondoa kero kubwa ya foleni na ucheleweshwaji uliokuwa ukisababishwa na matumizi ya kivuko. Taarifa zaidi na Joel Maduka kutoka Geita. Wakizungumza baada ya daraja hilo kukamilika, wananchi wamesema kuwa hatua hiyo ni ushahidi wa dhamira ya dhati ya serikali kuwaletea maendeleo na kurahisisha usafiri na biashara katika kanda ya ziwa. Mmoja wa wadau wa maendeleo mkoani Geita ambaye pia ni mshabiki wa timu ya Yanga na mdhamini wa goli la mama, Hussein Makubi Mwana Nyanzara, amefika kwenye daraja hilo na kuelezea kufurahishwa na namna mradi huo mkubwa ulivyokamilika kwa ufanisi. Nampongeza mama kwa sababu, kwa kazi nzuri waliofanya. Lakini nilikuwa ni naomba watu wa kanda ya ziwa tujiandae kwa kumpa zawadi kubwa mama, ambayo zawadi yetu sisi ni kumpa kura za ndio. Asilimia mia. Ndio zawadi ya kwanza ambayo ninaiombea mimi kwa watu wa kandaziwa kwa kazi nzuri waliofanya. Kingine naomba mimi ni mwanamichezo mzamini wa goli la mama. Ya naomba wananchi katika wanamichezo wote nchi nzima kwa sababu asilimia tisini wanamichezo ni Simba na Yanga. Na ndio tunaowadhamini ikiwemo mimi na mama. Mama amejitahidi sana kunyoe mchezo. Kama hili daraja lilivyo ni ni daraja ambalo ni la kwanza katika Afrika Mashariki. Kwayo ni daraja ambalo linastahili ni kuipongeza serikali. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa mkoa wa Geita wamesema kuwa kukamilika kwa daraja hilo kutakuwa na mchango mkubwa katika kuinua uchumi wa mikoa ya kanda ya Ziwa, kwani sasa wafanyabiashara wataweza kusafirisha bidhaa kwa urahisi na kwa muda mfupi tofauti na awali. Daraja hili ni mkombozi mkubwa, litafungua mambo makubwa kwa ukanda wetu, ukanda wa Ziwa. Nina matumaini kwanza, usafirishaji wa mizigo sasa hata kutoka nchi jirani utakuwa rahisi utakuwa rahisi uta kabisa, lakini pia ni jambo la kujivunia kwamba na viongozi ambao waliwaza mbele miaka kadhaa i e, itafungua maisha ya watu wengi wengi. Ninao furaha kubwa na naipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kupitia mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa sababu imefanya jambo kubwa sana. Tumekuwa tukipata shida sisi ambao ni wakazi wa Geita especially tumekuwa tunakuja katika mji mkuu wa kanda ya Ziwa ambao ni Mwanza, inakuwa ni changamoto jinsi ya kuweza kufikia. Mara kadhaa nimekuwa nikikwama upande wa Busisi, umefika saa kumi na mbili jioni natoka saa nne saa tano usiku. Lakini kwa sasa tunashuhudia kwamba imekuwa ni dakika tatu unakuwa umeshavuka. Kwa hiyo ni jambo la msingi ni watu wengi ambao watafaidika na uwepo wa hili daraja. Ni ndoto ambayo iliasisiwa na hayati Dr John Pombe Magufuli, rais wa tano wa nchini Tanzania. Ndoto hii imekwenda kutekelezwa na rais wa awamu ya sita Dr Samia Suluhu Hassan, ya kuhakikisha kwamba kilio cha wanamwanza cha kuvuka kutoka upande wa Kigongo kuelekea Busisi, lakini Busisi kuelekea Kigongo feli sasa kinakwenda kutatulika kamilika kwa daraja hili ambalo lina urefu wa kilomita tatu limekwenda kundoa majibu na maswali yaliyokuwa yakiulizwa na wananchi hususan ni wakazi wa mkoa wa Geita, lakini pia wakazi wa mkoa wa Mwanza ya kwamba lini kilio chao kitafikia tamati. nikiripotia luninga ya TVE kutoka hapa katika daraja la Magufuli linalounganisha Geita na Mwanza, mimi ni Joel Maduka. Nikushukuru sana Joel Maduka kutoka Geita. Kampuni ya Tanzania Breweries kwa kushirikiana na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo TARI wameadhimisha siku ya wakulima wa Mtama Hombolo wakikusudia kuongeza tija ya kilimo na uchumi kwa wakulima wadogo wanaoshiriki kwenye mnyororo wa thamani wa malighafi za ndani. Taarifa iliyoandaliwa na Ellen Manyangu inasomwa na, na Nancy Ibrahim. Mkurugenzi mtendaji wa TBL wa Michele Kilpin amesema ushirikiano huo ni sehemu ya mkakati wa kuwekeza kwenye teknolojia, vifaa na elimu kwa wakulima zaidi ya elfu mbili mia nne ili kuongeza uzalishaji na kuhakikisha upatikanaji wa malighafi bora kutoka ndani ya nchi. Bila hawa wakulima sisi tusingekuwa na hizi bidhaa zetu pendwa kabisa, ambazo wengi wenu mnazifahamu kwa sababu lazima tuanzie shambani na tufike paka kwenye kinywaji kile bora kabisa. Kwa hiyo bila hawa wakulima tusingekuwa na malighafi za kuweza kutengeneza hizi bidhaa zetu. Kwa hiyo kama TBL tumetenga, tunasema hii kota kuanzia mwezi wa nne mpaka huu mwezi wa sita tunaita ni kipindi cha kushangilia na kusherekea wakulima. Sasa leo tunasherekea wakulima wa zao la mtama, na ukiangalia kwa mwaka huu tumeingia uh, kwenye mikataba na wakulima zaidi ya 2400. Kwa upande wake katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo Gerard Mweli, amesema ushirikiano kati ya TBL Tari na wakulima ni mfano bora wa mageuzi ya kilimo, kupitia sekta binafsi na ongezeko la usalama wa chakula na kipato cha wananchi wa vijijini. Akizungumza kwa niaba ya TARI, Dr. Deus Dedif Mbazibwa amesema taasisi hiyo itaendelea kutumia utafiti na ubunifu kwa wa kiteknolojia kuwawezesha wakulima kuongeza tija kwa kutumia mbinu rafiki kwa mazingira na kuzingatia hali halisi mashambani. TBL hainunui mazao tu, bali inajenga maisha ya Tanzania, hususani wakulima wadogo. Huu ni mfano halisi wa namna ya kilimo biashara kinavyoweza kutekelezwa kwa kushirikiana serikali na sekta binafsi, ili kuleta thamani kwa pande zote. Katika eneo hili TBL anahitaji mtama kwa ajili ya kutengeneza kinywaji na wakulima wanahitaji fedha kwa uwekezaji huu, kila mtu anafaidika wakulima wanafaidika kiuchumi, na kampuni zinapata uhakika wa malighafi, na jamii zinaendelea kustawi. Na hapa nitoe wito kwa makampuni mengine yanayojishughulisha na uongezaji thamani mazao ya kilimo kuona umuhimu wa kushirikiana na serikali kusaidia wakulima ili kuhakikisha kuwa mazao yote yanayotumika katika uongezaji wa thamani kwenye viwanda vyao yanalimwa na wakulima wetu. Taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania itaendelea kushirikiana na wadau katika kufanya tafiti na kujengea uwezo wa kulima juu ya matumizi ya teknolojia za kilimo kama vile matumizi ya mbegu bora, kupanda kwa nafasi, matumizi sahihi ya mbolea, teknolojia za uongezaji samani na kuzuia upotevu wa mavuno, pamoja na matumizi sahihi ya viuatilifu ili kuhifadhi mazingira na kuongeza tija kwa wakulima. Hivyo itakuwa chatu ya kuwaunganisha wadau wa mazao mbalimbali, hususani mtama, ili kuweka msukumo wa nguvu ya pamoja katika kufikia malengo ya serikali na kujitosheleza katika upatikanaji wa chakula na kipato kwa wakulima. Asante sana Nancy Ibrahim, kwa taarifa hiyo, mtazamaji wa TVE. Hii ni taarifa ya habari na mimi ni Nezia Masinde. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari kifuatacho ndani ya TVE habari. Marekani ashambulia maeneo ya nyuklia ya Iran.